waman tabiahum biihsanin ila yawmi ddini, amma baad, tulipopata fursa mchana tulieleza kwamba tunalazimika kuwa na mazingatio, tulijifundisha mambo makubwa na tulistafidi sana kwa viongozi wetu, na bado tunaendelea kustafidi. Tunaendelea kupata taujihat, maelekezo, irshadat, miongozo, taalimat, mafundisho. Tuyapokee. Hawa ndio wenyewe Shughuli hizi ni zao, sisi tumezikuta. Waliozianzisha walizianzisha kwa nidhamu na kulikuwa na malengo. Kwa hiyo tunaporekebishwa na kusahihishwa, tuweni wasikivu watiifu, kwamba tumhudhurishe Bwana Mtume Muhammad katika hadhara ya Mtume Muhammad, tumswalieni Bwana Mtume Muhammad, kwamba si mahala pakutia irabu. Mi nimechukua mwenzenu, nimechukua hadhara kama hizi mashekhe wa maustadhi, waalimu, ndio kazi zetu, si ndio? Sasa hapa hapa kwa ndugu yetu ya Shekhe Abdul Aziz Wadibo, maelekezo haya tuyapeleke kwenye, kwenye hadhara zetu, kwamba tumhudhurisheni nani, airabu zitusaidie tukija kwenye hadhara za Mtume, sawa so. Kumswalia sana Mtume sio mahala pa kutia erabu nini. Nimechukua hiyo, tukaelekezwa kwamba zafa kuna nadiwa, fatiha, dua. Zafa inaanza, tukianza zafa twendeni mpaka palipokusudiwa kuishilia halafu na kurudi pale ambapo palipokusudiwa kumalizikia ile zafa. Hapa katikati hapa tusilete mambo mengine. Tukaambiwa pale zafa inapoishilia zitapokelewa zile zafa kwa fatiha na kwa dua ni bora tukifika pale panapoishilia zafa, muda unatosha, zafa zimepokelewa pale, tuendelee, lakini tumetimiza yale makusudio yaliyowekwa na wenyewe. Hayo ni maelekezo, tumeyapata na tukianza Maulid, basi ni mwenyewe Mtume, kuswaliwa sana Bwana Mtume Muhammad kumfurahikia Bwana Mtume Muhammad, kudhihirisha mahaba yetu kwa Bwana Mtume Muhammad, moja kwa moja, mtume na sisi, sisi na mtume, mtume na sisi, sisi na mtume siku zote. Wazungumzaji ni wengi wazuri, wenye ufasaha, kuna nukta tuichukue. Sio lazima tuzungumze wote, hata kama umetoka Manyara. Wewe na fikra, mimi bwana toka mbali lazima nizungumze. Ah, lazima ni mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wewe umhudhuria kwenye hadhara ya, ya bwana mtu hmm, ukuhudhuria kwa sababu tuzungumze. Tumekuja kwa ajili ya kudhirisha mahaba yetu kwa mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tunaugua maradhi mengi katika hayo mtu asipotambulishwa ni tatizo, anaweza asusie kienda kwenye hadhara ile. Bwana kama hata utambuliki bwana, hata kuzungumza huzungumzi, ndio yaliyokuleta hayo. Yawezekana aliyepata fursa ya kuzungumza si fasaha kama wewe, hilo lisikushughulishe. atakachokizungumza tu katika hadhara ya bwana mtume swalla alayhi wasallam. Kama kweli umemfuata bwana mtume utafaidika. Hukufaidika? una maradhi, na maradhi unaachaje? una kufaidika katika kikao, katika hadhara ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Salu ala, ala nabiyikum. Kwa hiyo tuweni ni wajumbe wazuri. Haya yaliyozungumzwa haya sisi leo tumeyapokea, ambao hawakufika tuwapelekee ujumbe huu. Tunapoalikwa kwenye hadhara, tumealikwa kwenye hadhara ya bwana mtume Muhammad, tuipambe hadhara ya bwana mtume Muhammad kwa hudhuri yetu, sio kaa unakaa, unaka, unafikiria, si, nitakaribishwa saa ngapi? Si, ah, hivi mbona hawanioni? Mswalie mtume, tumswalie bwana mtume Muhammad. na haya ndio maulid. Watakao bahatika kutuzungumza, basi sisi ikiwa tumekuja kwa ajili ya Bwana Mtume, tutakuwa tumenufaika. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasalam, tangu alipoambiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ya ayuha lmuddathiri qum fa andhir, iliposhuka hii aya akiamrishwa Bwana Mtume asimame aamke ayabebe majukumu ya kuhangaikia umma. Bwana Mtume Muhammad faqara, aliinuka, alisimama, akaingia kazini, faandhar yote mabaya akatubainishia, tuchukue tahadhari, lakini pia akatubashiria yote yaliyokuwa mazuri, kwamba tukifanya maovu Mwenyezi Mungu atatukadhibikia na maisha yetu yatakuwa ya mabaya, na tukifanya mazuri Mwenyezi Mungu ataturidhia, atatufurahikia na atatuingiza peponi kwa rehema zake. Jukumu hili bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balagha risala ya Mwenyezi Mungu, aliifikisha. ya ayuha rasul balagh ma unzila ilayka min rabbik, ila akhir alaya. Alisimama imara bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akafikisha risala ya mula wake, mtume jukumu aliopewa alipewa amana, sisi ndio walengwa, akaifikisha ile amana kamila kwa ukamilifu, mpaka akawa mwana mtume sallallahu alaihi wasallam hapati ladha ya, ya usingizi ladha ya kulala kwa sababu ya kufikiria umma wake, akawa hapati raha kwamba kuanzia kupewa majukumu yale hakuwa na raha tena. Raha inatoka wapi? Ana kazi ya kuuhangaikia umma na Mwenyezi Mungu anatuthibitishia, laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum Harisu, harisun alaikum bilmuminina raufu rahim. Alafu leo sisi tunafikiria vyeo tunafikiria heshima zetu. Mtume alikuwa anafikiria, anashughulishwa kuufikiria umma wake. Ndio mimi na wewe tukiwe, tuangalie hali ikoje hali za jamii ulimwengu na hali gani, ukilinganisha na yale anayotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hayo ndiomaa ametakiwa kila mmoja wetu ayamshughulisha, tunafanya fikra kwa ajili tufanye nini, umma umefikia mahala pabaya. Aliendelea na kazi yake bwana mtume mpaka iliposhuka aya Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan. Ndo tukaambiwa hapo miaka 23. Miaka 23 bwana mtume anatekeleza majukumu yake. Alulamau al al ah, oh, oh. Alulama warathatu al-anbiya. Wanazuoni warithi wa Eh, hey, Wamerithi nini? Si zile kazi? Tufanye tathmini, tufanye tathmini. Napenda kusema kwamba kila ukiwa na nafasi, jihurumie, sababu utakwenda kuulizwa. Wewe ni mwalimu, utakwenda kuulizwa. Wewe ni imamu, utakwenda kuulizwa. Wewe ni shekhe wa cheo, utakwenda kuulizwa. Ni fursa, siyo ya kujifakharisha nayo, ya kujifanyia tathmini masulia kwa nafasi uliokuwa nayo. Tungekuwa hivyo, tunge tungepunguza matatizo mengi ambayo leo eh, yameenea kila mahali. Ndugu zangu Waislamu, tumsomeni Mtume Muhammad ili tuifanye kazi yake. Tumeelezwa kwamba Mtume s swalla alikuwa ni rahma, alikuwa kwa kuthibitishiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rahma ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilibadilisha wadui kuingiza urafiki. Mboka ikaingia nafasi ya urafiki Rahma ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilibadilisha hali ya bughdha, bughdha ikaondoka, mahaba yakaingia. Mfano yule Myahudi aliyekuwa na programu ya kumuudhi bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila siku akipita bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anamtupia wa wa taka nitaka nitakataka basi, hivyo hivyo anamuudhi kwa, lakini pia na kumtusi kumpa maneno ya ya kumuudhi kila siku. Bwana yule masiku kadhaa hakuonekana, kila akipita Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Hamuoni yule Myahudi, akauliza Rasulullah, yuko wapi yule? Yuko wapi yule? Akaambiwa ni mgonjwa. Akasema, twendeni tukamwone. Bwana Mtume akaongozana na masahaba zake mpaka nyumbani kwa yule Myahudi Muyahudi alipomwona bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba zake, akamuuliza Muyahudi anamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kilichokuleta umekuja kunijulia hali au kuna jambo lingine? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu akamwambia nimekuja kukujulia hali yako kwa sababu nimekukosa. Wayahudi akaelezea, akasema mimi ninayekuudhi, ninayekutukana, nimeshindwa kufanya hilo kwa sababu ya maradhi yaliyonifika kwa yote mabaya nimekufanyia, umekuja kuniona Wayahudi akasema, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Hali ya uadui imeondoka, umepatikana urafiki. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume ni rahma lilalamin, kwa viumbe vyote, kwa waamini, bilmuminina raufu rahim. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni rahma, hata kwa wale watu wajinga, hata kwa wale wajinga. Mtume alikuwa alikuwa ni rahma, tutatoa mfano kwa hiyo oh, tumeona rahma ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule Myahudi alikuwa na bugha, alikuwa na chuki tu na Mtume, lakini kwa rahma ya Bwana Mtume bugha iliondoka, yakaja nini? Yakaja ya, mahaba kule kusema ashhadu an la ilaha illallah, wa anna muhammad, Allah llah washhadu anna muhamada rasulullah aliondosha ile bugha, akaingiza mahaba kwa sababu ya rahma nani? Ya Bwana Mtume Muhammad. Je, sisi tumemsoma mtume sallallahu alaihi wasallam? Hasa sisi mashekhe, sisi maustadhi, wale wanaotuudhi tunawafanyaje? Wale wanaotuchukia tunawafanyaje? Wale ambao wanaotupiga vita tunawafanyaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale wanaomchukia yeye yeah, yeah, aliwafanyia rahma. Kwa hiyo ndio ilikuwa ni dawa ya mtume Muhammad, ha, si dawa zetu za aina gani za kushambulia. Fursa dhahabia, hizi fursa tunazipata. Tukipata fursa kama hii, watu wanaotusikiliza tusiongeze chuki kwa watu wanaochukiana, tutafute suluhu suluhisho. Ndio mazungumzo ambayo tumeyapokea kwa mashaka zetu. Alhamdulillah, tutibike kwanza, sisi tunaugua mioyo yetu haiko salama, na tukitengenea sisi tukitengenea sisi, wakituona sisi tunapendana eh, kwa imamu wanapendana Maustadhi wanapendana mashekhe wanapendana wataiga. Sisi ndo tunaotengeneza makundi e, ni sisi. Tutengenezeni kundi la bwana Mtume Muhammad, tuwaweke ma watu mahala pamoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kuwaweka watu mahala pamoja. Vipi rahma ya Bwana Mtume swalla sallam kwa watu wajinga wasioelewa? Tumelewa.